Hujambo na karibu katika makala ya siha njema. Mimi ni Carol Koriri. Wiki iliyopita tulikuletea makala kuhusu matatizo ambayo yanakabili tezi ya koo ama thyroid, na tulikuwa na wagonjwa ambao wameshaathirika na hypothyroidism, ambapo tezi ya koo inashindwa kuzalisha homoni ambayo inahitajika na, na upande mwingine hyperthyroidism, ambapo tezi inazalisha homoni ambayo inapitiliza. Kwa hivyo leo studioni tutakuwa na daktari ambaye atatuelezea kuhusu matibabu na kujibu pia maswali yako. Kwa majina naitwa Daktari Anne Wairagu, mimi ni mwanasayansi wa homoni kufanya um, kazi kule Gatundu level 5 in Kiambu County. Daktari, mtu ameshagunduliwa kwamba matatizo yapo kwenye tezi yako, matibabu yanakuwa ni yapi? Inalingana ni shida gani yako. Tumesema kuna hizo homoni zinaweza kuwa zimko mingi, zingine ziko chini, na kuna wengine wako tuna uvimbe ama ile inaita goita, lakini homoni zao ziko sawa matibabu inaweza kuwa tofauti tofauti. Tutaanza na katika, wakati homoni ziko upande wa chini, homoni zikiwa upande wa chini, tunasema ni hypothyroidism, so kwa matibabu ni kujaribu kuongeza hizo homoni, kwa hivyo unapatiwa dawa. Sana sana tunatumia ile inaitwa levothyroxine ambayo daktari ambayo anakutibu anaangalia kiwango cha zile homoni zako, aidha hiyo T3, T4 na TSH, anajua ataanzisha kiasi gani. Kuna mwingine atapatiwa maybe level 3 25 micrograms, 50, 75, inalingana na zile homoni zako zenye ziko. Tuende upande mwingine, wakati hizo homoni zako ziko mingi ama hiyo hyperthyroidism, kwa mwili yako inachemka, una moyo inapiga zaidi macho inakuwa kama gorori, so tunajaribu kupatia dawa za kupunguza hizo homoni zako kwa mwili. Kwa hivyo unapatiwa dawa ambazo zinapunguza ile production hiyo, kutolewa kwa hizo homoni. Kuna dawa inaitwa Kabimazo, hiyo ndio unatumia sana sanasana hapa, lakini wamerika unatumia asimila dawa, lakini hiyo medhimazo hiyo hatuna hapa nchini. Wakati wa mimba, kabimazo sanasana hatutumii Naweza tumia dawa ingine inaitwa, so lazima mama kama kuna uja uzito aweze kusema, anaweze kusema usipate mimba, alafu natumia dawa ambayo itaadhiri mtoto. Sasa hizo ni mambo ya dawa. Sasa kuna watu wengine wanatumia hizo dawa, lakini wasikii vizuri mm -hmm. ama hiyo hiyo tezi la koo liko kubwa sana, uvimbe ina uvimbe sasa inafinyilia zile vifaa ziko mbele ya koo, so unapata kumeza <laughs> unajaribu kukula ugali ama gedheri unasikia unanyongwa. ikifika hapo inahitaji sasa upasuaji. Ikifika wakati wa upasuaji unaenda kwa surgeon, lakini kuna wapasuaji tofauti. Kuna ule general surgeon, but sana sana wale, ENT, wale ma, wana socialize mambo ya mapua maskio na koo, sana sana ndio wanaohusiana na hiyo kazi ya kufanya upasuaji. Unaweza tolewa hiyo tezi lote. That's called total thyroidectomy. Sasa ikitolewa hapo kuna tatizo kuonyesha, mwili yako itakuwa na na hizo homoni. Sasa unaweza kuwa maybe, ulikuwa na shida ya homoni kwenda juu. Hiyo tezi ikitolewa, sasa hauna sasa lazima pia utumie dawa za ku, l, kurudisha hizo homoni, na sasa hii inakuwa ni kama kwa maisha yako. Kuna wakati wanaweza toa nusu wa hiyo so, upasuwaji pia unaweza fanyika, lakini sio kila mtu. Kuna watu wengine wana kufanyiwa upasuaji wana utaki, utumie hizi dawa, ama maybe especially kama wa mama, utaki tena kila wakati ukienda hata sokoni, mama fulani nini shida nini hapa umefura, so, lakini hiyo matatizo kuangalia kama not okay inakuathiri saikolojia because sasa, kila mtu anaona kuna, kuna kitu ambacho akikosa. Hata ukienda kanisani kila mtu mm, ukienda wapi so hiyo pia inaweza fanya uone afadhali kitu itolewe. Kuna aina ingine ya kutibu ile ya, ya kuchoma inaitwa radio iodine ablation. Hii sana, sana ni wakati tunaona maybe surgery hawezi fanyika. Mtu awezi tumia dawa, unawekwa dawa ambayo iko na madini ya iodine, so inaenda kwa kwa hiyo tezi lako inachoma hizo hizo cell. Hiyo ni kama aina ya kuitoa hiyo tezi without kupu upasuaji kupu, so unaweza fanyiwa radiation, so hiyo lazima uende kwa wataalamu, sana sana, sanasana ni hospitali kubwa kama Kenyatta ama maybe Aga Khan ama KTRH, ambao wanafanya kuchoma hiyo radio iodine, lazima ifanyiwe kwa jia ya utaratibu because hiyo radio iodine pia kama mama kuna uja uzito hiyo haifanyika, so, so lazima ifanyiwe kwa hiyo utaratibu. Pengine mtindo huo unakuwa mm. na madhara gani mengine? Uh, sasa hiyo ya kuchoma mm -hmm. ni za effects, maybe cells zingine ama inachoma but most of time wanaweka ile dos ambayo because radio iodine mostly inaenda kwa kwa hiyo tezi lako haiendi mwili ingine, lakini sasa iki, kama mama kona ujauzito inaweza affect mtoto pia. Mtu akiwekwa hiyo lazima akae peke yake kwa kwa muda, bado zile mianzi zinaanza kutoa zinabaki, so pia kuna matatizo hapo, na kama uko na shida ya macho ile ile macho gorori inatoka nje hmm. so unaona hiyo tena, ukiwa na hiyo shida ya macho wezi fanyia hiyo therapy zinaweza affect macho. Kwa mfano umefanya upasuaji hmm. uvimbe ule unaweza ukarudi sana sana kama imetolewa vizuri, imetolewa yote, kurudi ni, ni rare kama imefanywa na daktari ambaye ni mtaalamu mzuri, sana sana kurudi sio kawaida okay? but pia tunaona after some time kuna watu naanza, inaanza kutoa hormones so it's possible kwa hizo cells maybe zilibaki with time zinaanza kumea so kuna uwezekano kuwa Uh, hiyo vimbe hizo, hizo, hizo, hizo hizo hiyo, shida inaweza rudia hiyo. After upasuaji, kuna vipimo maalum ambavyo tunaweza kutaja, hata sio lazima ukuwe na shida ndio upimwe hizo tezi. Kuna ile tunafanya screening, sana sana tunapima homoni tatu, tunapima T3, T4, TSH. Hiyo ndio lakini, saa ile screening hatutapima zote, so tunapima ile TSH, hiyo ndio screening test. So tukiona hiyo TSH iko juu hiyo ni kuonyesha uh, thyroid zako hormones iko chini, so tunafanywa sasa hiyo T3 T4. Na kama uko na hypothyroidism utapata T3 T4 ziko chini. Kama hiyo TSH yako iko upande wa chini, hiyo ni kuonyesha uko na hyperthyroidism, so utapata sasa, tukipima sasa T3 T4 zitakuwa upande wa juu. So TSH ni ile screening kwa mtu ambaye hana shida yoyote maybe kuna mtu kwa familia ama umekuja kwa shida ingine ya uh, maybe ya heart failure. Hiyo sasa ndio tunaweza kusema kwamba ni thyroid function test. Sa ile sasa, uko na umekuja umeniambia uko na dalili either za hyper ama hypo, nitafanya sasa the thyroid function test which natafanya hiyo T3, nifanye T4 na TSH, zote tuta make a decision kulingana niziko. Sa kama iko hyper TSH naenda chini T3 T4 zote ama mbili ama moja inaweza kuwa juu, alafu nafanya hiyo diagnosis ya hypothyroidism. Na hizo sometimes unaweza kuta unaleta ya kwanza na kuambia nikiangalia maabara ambayo maybe si sina uzoefu nao, hizo result hazilingani hazi unaona maybe, nakwambia TSH iko juu T4 iko juu hiyo mm. Sasa haziendani, so daktari ambaye amesomea utaalamu huo wa homoni atajua mm -mm, kuna shida kwa hizi test. Na nakwambia, hata kabla kuanzisha madawa, tafadhali enda kwa hii laboratory na kipimo cha FNA inabaini nini haswa, ama ni tofauti kivipi, ni tofauti kwa sababu sasa hii inafanywa mtu akona hiyo uvimbe kama una goita, FNA sio lazima ufanye. So sasa FNA in, in full is fine ilo aspirate sasa hii ni ile uh, daktari ambaye amesomea utaaluma ya, ya, wale wanafanya maabara wana, wanachukua sindano kindogo hey, <laughs> sindano. si kubwa kama ile ya ng'ombe unajua, inaweza ogopesha. Sasa daktari anadunga, kama ni kubwa sana hata utahitaji ultrasound. Sasa inadungwa tu direct, haina uchungu dak, lakini, daktari anaweza weka dawa kidogo ya kupunguza ya kupunguza hiyo chungu, anaweza kugandisha ya na kugandisha, ama most of time nadungwa tu direct ama wanaenda kugandisha mm, alafu anatoa chemecheme ziko ndani ya hiyo hiyo uh, tezi lako en, alafu inapelekwa maabara, alafu inaangaliwa shida ni gani juu. Sasa shida inaweza kuwa ni ile benign, haina kansa. Kuna pia watu wengine wanakwenda saratani, kwa hiyo FNA inakuwa ina ya muhimu ya, na pia kuna picha pia ile ultrasound. Uh -huh. Ultrasound ni ile sasa naangalia picha sasa, anaweka kifaa hapo ako na monitor, anaangalia sasa yeye najua naangalia hata ile ukubwa wake, anapima ukubwa wake. Ina, wake anaona kama pia hiyo ultrasound inaweza tuonyesha dalili kama hii ni kansa ama sio kansa. So, pia kama mtu ana uvimbe zaidi ya moja? Yeah. Kuna watu wengine wako na uvimbe inaweza kuwa moja What's called a diffuse goiter, ile tu yote imefura yote, lakini kuna wengine inaitwa nodule zikuwe mingi. Daktari Ann Wairagu, asante sana kwa kushiriki makala. Asante. Kwa heri, hadi wakati mwingine.